Venezia au Venisi ni makao makuu ya eneo la Veneto, mji unaopatikana kaskazini mashariki mwa nchi ya Italy. Venezia ni mji wa pwani uliojengwa kwenye visiwa vidogo 117 ndani ya uanda wa Venezia. Visiwa hivi vinakaa karibu kiasi kwamba madaraja 400 yanaunganisha mifereji kati yake, mifereji ndani ya mji huo, hiyo inatumika kama madaraja. Usafiri wake na barabara zake ni vitu vikubwa ambavyo vinatumika katika usafiri huo ni maboti madogo madogo, ngalawa na mitumbwi. Mji huo umekuwa kupitia visiwa tu, na mpaka sasa wakazi wa Venezia wanakadiriwa kuwa zaidi ya watu laki mbili na elfu sitini na tisa. Kupitia chaneli hii ya maisha safari, hebu leo tuangazie safari ya mji wa Venezia. Kihistoria Venezia, ni mji wa kale wenye umri wa karibu miaka elfu moja mia tano. Jamhuri ya Venezia ilikuwa dola lenye nguvu katika Mediterania kwa sababu ilikuwa na manuali nyingi za kivita na vituo vya kijeshi vingi kwenye visiwa hivyo na Mediterania. Misingi ya nguvu ya utawala ulikuwa ni biashara ya baharini na utajiri wake. Venezia ilikuwa kiungo cha kibiashara kati ya Ulaya ya Kristo na dunia ya Kiislamu. Ilikuwa jamhuri ya kiutawala na kwa karne nyingi zilizopita hadi kufikia 1797 ilipovamiwa na Napoleon na kuunganishwa na Italia na baadaye Austria. Tangu 1869 imekuwa sehemu ya nchi ya Italia. Kutokana na historia hii, ni utajiri umejaa majengo mazuri ya kazi za sanaa zilizovutia watalii na mamilioni kila mwaka. Huo ndio urithi pekee wa mji wa Venezia, kutokana na kile kipande cha nchi hiyo ya Italia. Venezia iko katika eneo ya orodha ya, ya urithi wa dunia la UNESCO. Hiyo ni historia fupi ya nji ya Venezia unaopatikana huko Italia. Maajabu makubwa ya mji huu ni kwamba umezungukwa na maji wote kwa maana maji yanagusa kuta za nyumba za wakazi wao mji huo. Hata hivyo, wakandarasi wa mji huu walikuwa na ubunifu wa hali ya juu, kutokana na kuwa uelewa wa ujenzi wa mji ambao unaozungukwa na maji. Na wakazi wa mji wa Venezia kawaida hutembea sana, muda mwingine wakiwa peku na magambuti. Na maajabu makubwa mengine, a usafiri wake mkubwa katika mji huu wa Venezia ni boti, mitumbwi na ngalawa, yaani kwa maana mji wote umezungukwa na maji.